Kwa hiyo kwa kiufupi, mchezo wa leo wa Simba Sports Club umechezwa, lakini mchezo ambao sio mchezo mzuri kiwalisia. Malaika, sijaridhishwa na performance ya baadhi ya wachezaji au performance ya mchezo wetu wa leo sawa. kwa nini? Yaani, kufunga goli tatu yani hizo goli tatu wamefungwa, ni timu ambayo haikustahili kufunga goli tatu. Hawa jamaa itakiwa wafungwe sio chini ya goli tano na kuendelea, lakini kwa kufunga goli tatu, najaribu kuvuta picha kama hii timu ndogo tumefunga goli tatu je yeah. mechi ya mtani ingekuwaje sawa kwa sababu atba tumeona anaku... oh. no, yeah, meona, amekosa amekosana goli lakini zaidi ya mara kadhaa anakimbia anakimbiakimbia tu uwanjani yani kialisia kwamba performance ya simba leo imekuwa sio mzuri sawa yani tumeonyesha udhaifu mkubwa sana dhidi ya timu ambayo haina hata uwezo wote ule sawa maana hiyo hiyot nikatimu kadogodogodogodogo sana gekutana na mtani mgekaa? Ah, yani inanipa mashaka. Siseme kwamba tungekutana mtani tungekaa. Au ndo kwa sababu mlitafuta ile figiso figiso ya kukaziwa mkwepe mechi. Ah, mechi sisi tumekataa mechi kwa sababu za msingi kwa vigezo maalum, lakini tu, kwa mchezo le ambao tumeucheza, Simba dhidi ya hawa timu ya AA, kwamba wananipa mashaka kwamba kwa nini leo tumecheza mpira mbovu mno. Haiwezekani yani, tunacheza na katimu kadogo tunaafua goli tatu ah, Christian Lee na Teba haonyeshi kwamba yeye ni, ni, ni striker kwa maana hiyo. Unawalaumu una tayari wachezaji wa Simba kwa nini na wakati huo tayari umetoka kusifia kikosi chao muda sio mrefu? Ah, ninawalaumu kwa sababu kwamba ni namna ninavyowafahamu na performance ambayo umefanya leo ni vitu vilivyo tofauti. Niliamini kwamba Teba dhidi ya, ya, ya, ya, ya muta pamoja na chasambi sawa, mchezo tutakuwa ni mzuri zaidi na tutapata matokeo, magoli mengi. Kikubwa tunahitaji kupata magoli mengi. Timu ndogo kama hizi wanapokutana na mnyama, inatakiwa wapige goli nyingi, ili mradi kwamba hata mwaka ujao wakiambiwa wanakutana na Simba waanze kupata mwaho. lakini kuna silaha za Simba leo zilizocheza, kabisa nyingine zilianza benchi, sio kwamba hiyo ndio sababu. Silaha za Simba zilizokaa benchi bench. na silaha ambazo zimeanza kwa timu ambayo hii timu ndogo ya timu timu si timu inaitwa T S U S G M A ni bado kwamba wale walioanza wa Simba wana uwezo mkubwa na ni bora zaidi zaidi ya mara 80 kwa hii timu. Simadhuri mchezaji mmoja tu sawa, wa Simba mlo wake kwa hii timu mzima na wakule mlo mmoja. Simadhuri, yaani mchezaji mmoja tukimchukua kama nani, kama Ateba Ateba anakuwa kuku tatu mlo mmoja. Sasa, hawa hawa tu ni maskini. Akukua tatu ndio wanakula wachezaji wote sawa, so, sasa iweje leo hii wanafungo itatu hii ni haibu yani kiwarisie kwamba Simba leo wamecheza kinyume cha kiwango kitakiwa. Watoto hawa watoto kiwa wa pigo itano sita, baada ya hapo wakiondoka hapa wasijui hata jinsia yao na jinsia gani. Kwa nini unamlaumu timu wa wachezaji moja kwa moja, hatuwezi kupeleka lawama kwa kwa mwalimu wa kikosi. Labda mwalimu ndo ameamua mchezo wa ame leo uchezo vipi. Mwalimu wa kikosi siwezi kumlaumu, kwa sababu kikosi chetu nikiangalia, alikipanga vizuri na alipanga kutokana na mgonjwa. Unajua iko hivi, siku zote natakiwa utibie ugonjwa kutokana na ugonjwa. Sasa kocha wetu ni kocha yule, ni kocha, kocha Sa, ni kocha wa makocha, sawa, ni kocha mkuu anafahamika, nchi hakuna kocha kama yule Fadlu, anafahamika. Alipanga kikosi kizuri na nilitamani kikosi kile kionyeshe uwezo wake, kwamba sisi na pia tuna uwezo. Kwa sababu haiwezekani eti tumpange ngariba kwa watoto. Okay, okay, tumpange kibu. Mwamba mkatakata yule, kwa sababu watoto. Ni ni salamu. Si umri wao. Kwa hiyo wamepangiwa kikosi kutokana na wao uwezo wao na umri wao. Lakini bado kikosi kicho watopangiwa kwa Simba, wana kikosi kizuri zaidi ya mara 80. Wewe ni malaika wa Yanga. Tupe maoni yako, ni malaika wa Simba. Wewe ni malaika wa Simba. Tupe maono yako. Simba jinsi unavyoiona kwa jinsi mchwano unavyoendelea kwenda, mchwano huu si inafahamika, Simba ndo tunachukua hili kombe na sio mchwano huu tu, hiyo inafahamika, na nishazungumza na nitaendelea kuzungumza. Simba msimu huu ndio timu pekee itakayoweza kuheshimisha taifa hili, Simba pekee msimu huu ndiyo itakayoweza kuheshimisha taifa hili, siyo timu nyingine. Ina maana ninazungumzia nini? lina shirikisho hakrilai hakrilai. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu tumefunga, tuko katika funga, hata mimi pia nimefunga. Mungu anaona kwamba shirikisho linaingia nchi. Eh bana, asante sana, asante sana.